Nature haijui mm, ujinga wala umaskini wala chochote mm. Nature inataka majibu ya kile nachokitaji, hata kama umefiwa, nature haita kuhurumia kwamba umefiwa mm. Lazima uabide kwenye principle, lazima ukubali matokeo yatakayotokea mm. Sisi sisemi ukaolewe au uoe, angalia mazingira unaishi na mtoto wako, wakati labda walikizo nampeleka mahali ambapo kuna familia iliyokamilika mm, alafu unapata feedback then ukipata feedback usimtetee ili ya grow, ajenge sifa ambazo anazihitaji kuishi. Kuna mambo ambayo yanatoka kwa mwanaume tu, mwanamke hawezi toa. Kuna mambo yanayotoka kwa mwanamke tu, hasa kwa watoto wadogo zaidi miaka sita saba sita kurudi chini. Kuna mambo ambayo mwanaume tu anatoa ya mtransform mtoto awe binadamu aliyekamilika. Sasa bahati mbaya, kwanza, walio wengi hata malezi hatujui, yaani kuna matunzo na malezi watu wanachanganya. Mwanadamu ana nafsi, ana roho, ana mwili. Unapohudumia mwili unatunza, unamtunza mtoto kwa kuhudumia mwili. Ndio maana hata mahakama zinakujaji kwa matunzo ambayo wakati mwingine naita malezi wakati sio malezi. Huwezi kuhukumiwa, huwezi kulazimishwa na mahakama kumpenda mwanao kwa sababu havipimiki.